Karibu sana katika chaneli yetu ya FAM-TZ. Karibu ujipatie elimu mbalimbali kuhusiana na ujasiriamali pamoja na ufugaji, na kwa siku ya leo tutazungumzia aina mbalimbali za sungura. Mpaka sasa hakuna idadi rasmi ya aina ya sungura kutokana na kuwepo na wingi sana wa aina ya sungura pamoja na miseto ambayo inatokana na kwa kuklosi au kuchanganya mbegu kati ya mbegu hii na mbegu hii, hivyo basi aina ya sungura zipo nyingi sana duniani zaidi ya mia sita, na mpaka sasa hivi bado zinaendelea kutokea aina nyingine. Kwa siku ya leo tutazungumzia elimu zaidi kuhusiana na aina hizo za sungura pamoja na tabia zao kwa ujumla. Karibu sana katika chaneli yetu ya FAM-TZ. Tunaomba sapoti yako ya kusubscribe, kulike, kushare na comment. Na kwa aina ya kwanza kwa siku ya leo tutaanza na aina ya Dutch. Hii ni aina ya sungura ambao wana macho ya rangi nyekundu kama mnavyoiona, ila pia wana asili ya kuwa na mabaka katika macho yao. Wanakuwa na mabaka katikati ya shingo pamoja na nusu mwili, ila pia na nyuma. Hawa sungura hawa wana asili ya kuwa sungura wadogo na wenye miili midogo, ila kwa sasa hivi wanaonekana utofauti kwa sababu asilimia kubwa sasa hivi wana cross breeds, yani wanachanganya aina. Manake, wanachukua sungura wakubwa aina ya giant na wanapandanisha wana na aina ya dachi. Kwa hiyo unakuta hata wao sasa hivi aina nyingi ya dachi ni wana maumbile makubwa tofauti na maumbile yao ya asili yaliyokuwepo kama hapo nyuma, ila pia ni sungura mzuri na mlezi mzuri wa watoto. Ila aina nyingine inayofuata hii ni aina ya Flemish Giant. Huyu ni jamii ya sungura ambao wanakuwa wakubwa na wanakuwa na kilo nyingi zaidi, ila pia Flemish Giant ni sungura ambaye analea vizuri na anazaa vizuri. Flemish Giant ana uwezo wa kuzaa kuanzia watoto mmoja mpaka kufikia watoto tisa, na mwingine inawezekana ikapitiliza hapo, lakini asilimia kubwa wanaishiaga katika nafasi hizo. Flemish Giant pia ni sungula ambaye ni mlezi mzuri wa watoto na vifaranga vyao kwa ujumla. Aina inayofuata ni aina ya Checkered Giant. Huyu ni aina ya sungura ambaye ana mabaka mabaka katika macho katika masikio na pia katika mdomo na katika mwili wake kwa ujumla. Hii ni jamii ya sungura wakubwa, pia wana kilo nyingi, na hizi aina zote za sungura zinatokana na na. Hii aina inayofuata ni Harlequin. Harlequin ni aina ya sungura ambayo inatokana na uzao wa Dutch pia na ndio maana unaona athari yake kama Dach fulani, ila sisi tumeshazoea kuwaita Dach tukiwaona wa design hii, ila hii ni aina ya uzao ambayo inatokana na sungura aina ya Dach. Na wao wanakuwa kama mnavyowaona, wana mabaka katika masikio, machoni na nusu ya mwili, wana mabaka machache machache tofauti na Dach ambayo yalivyojigawa kwamba shingoni nusu ya mwili pamoja na masikioni. Ila aina inayofata ni ya aina ya chinchila. Aina chinchila ni sungula wakubwa pia wenye kilo nyingi pia, na wanalea vizuri vifaranga vyao. Aina ya chinchila, kuna aina tofauti, kuna aina ya kijivu na kuna aina ya rangi <coughs> ya udongodongo kama hao wa kwanza mliowaona, na huyu aina ya kijivu na aina inayofata ni aina ya silver. Hii ni aina mojawapo ya sungura ambayo wengine wanaitumia kama, kama mapambo pia ila, pia ni sungura wakubwa na wana kilo nyingi na sungura wazuri sana katika uzazi wao. Sungura hawa as, as, asilimia kubwa na aina ya sungura inatambulishwa kutokana na shirikisho la aina ya mbegu za Amerika, yani American Rabbit Breeders Association. Hawa ndo wahusika wakubwa ambao wanayetutambulishia sisi aina mbalimbali za sungura ambao wapo duniani, na kila baada ya muda fulani wanazidi kutoa aina zingine za sungura, kwa hiyo kuna miseto mingi na pia aina nyingine ya sungura kama tunayemwona huyu. Huyu ni California California, California ana athiri ya kuwa na mabaka katika masikio puani, mkiani, pamoja na kwenye miguu, yaani wanakuwa na mabaka meusi. Kwa hiyo California huyu alichanganywa zaidi miksa yake na na New Zealand White ndio maana mnamuona mabaka yake hayapo kama California. Wengine ambao wanaonesha kabisa mabaka meusi puani, masikioni, pamoja na miguuni pamoja na mkiani. Hawa pia ni sungura wakubwa na sungura wazazi na wana uwezo wa kuzaa watoto kuanzia wanne mpaka tisa. Na aina nyingine iliyofuata ni aina bora zaidi ya sungura ambayo hii imetajwa na American Rabbit Breeders Association kwamba ndio aina bora duniani ya sungura. Hii ni aina ya New Zealand White. Aina ya New Zealand White asili yake ni nchi ya Marekani, ila pia ni sungura ambaye mkubwa na ana kilo nyingi, ila pia New Zealand White ni sungura mmojawapo ambaye ni mzazi mzuri sana wa watoto na anajua kulea vizuri na New Zealand White ana uwezo wa kuzaa watoto kuanzia tisa kuanzia nane mpaka kumi na mbili, na inatokeaga wachache wa New Zealand White wanafika mpaka watoto kumi na tano. Kwa hiyo ni mbegu bora zaidi duniani na mbegu hii ina soko kubwa zaidi kuliko mbegu zingine. Tunashauri kama mfugaji, hakikisha katika eneo lako la ufugaji, katika mradi wako lazima uwe na mbegu hii ya New Zealand White kwa sababu ina nyama bora zaidi na iko vizuri zaidi. Kwa hiyo ni mbegu ambayo inatumika sana sana sana katika kuzalisha mbegu zingine unaweza ukaitumia hii ukachanganya na chinchira au ukachanganya na dachi ili upate mbegu zingine ila pia tunawakumbusha kwa wale ambao wanahitaji vitabu vitabu bado vipo na vinatumwa kwa njia ya soft copy kwa gharama ile ile ya shilingi 10000 pia tuna aina nyingine ya sungula kama mnavyoona hii ni aina ya Havana Havana ni sungula ambao wanakuwa na asili ya macho meusi ila pia na mwili wao kama unavyoonekana, hawa havana wana miili mikubwa, ila pia ni sungura ambao wana kilo nyingi na kilo nzuri. Havana pia ni sungura wazuri katika uleaji wa watoto, kwa hiyo unaweza pia ukawatumia Havana ukawaweka katika mradi wako na mradi wako ukafanya vizuri pia. Na tunakumbusha zaidi kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asanteni na karibuni sana katika chaneli yetu.